Asa, mm -hmm. Nondo kusema kwa timu za England kwa kwaha, vitu vimebadilika. Asa, na kuanzia 2009 miaka karibu kumi na kitu kwa mm. kwa Champions League haijategemewa kivyovyote vile England, yaani, England mzima timu si zote mzima zinaangalia Arsenal ndo in bado inawakilisha mm. Premier League kwa Champions League. Hii si vizuri. Hii ni maajabu. Lakini <laughs> ngoja tu. Unajua yeah. On the other side kuna yeah. Inter versus Barcelona. Sasa si nusu final. Mm. Eh, yeah. By the way, hii ni moto. Hii ni moto. Hata kama nini mm. penye imefika saa hizi kila kitu ni moto yani kabisa. Lakini mimi napenda sana mm. Inter Milan. Kwa nini? Unajua yeah. Inter Milan iko like mm. strong. Na formation yao inakuwanga always known 4-4-2, 4-4-2, si ndiyo? Unajua alafu, alafu anakimbianga ina compact 4. Si rahisi utawanye pattern ya nini? Si rahisi watawanye tu, au wameacha mwanya katikati ama nini? Si rahisi wapote. Alafu unajua sasa wako na mm. na ile mchezo fulani unakuta hata 4 ya nyuma, si hata ni mako na kuyuma, unakuta ni mako anakuja kwa 4 ya? ndoi hiyo bata sasa, like hawezi jideform hata kidogo. Ndio juzi tena ndio nime realize bana, mukhtaria mm. mm. mm, ni mukhtaria mwenye alikuwa oh, maanio uje bana, anatengemea bana mukhtaria anashika hiyo, mimi mm. mm. <laughs> <laughs> <laughs> yeye na, na kala nyoyo eh kwa kweli na eh, kukubarea alafu siji mbele Fernandez ama nani, mbele ni nani huyu mu Argentina? Ah. Lautaro Lautaro Martinez alafu kuna Thuram eh, na alafu na just second alafu anatoa Thuram anaingiza na tovich sasa tu mm. Mm. Mm. ni shot, hata kama baka wako na Yamal wako na kina Pedri, ati kuna Lewandowski huko hivyo kuna bana eh so ndio baka inaangalia watu, I think ni wanne mm. inaangalia Yamal, Lewandowski, rafinya na huyu kijana mdogo Pedri mm. inaangalia watu wanne. Mm. Bila watu wanne baka iko. Alafu sasa umeona huko kwa goal goalkeeper mm. yuko ni huyu Sezen. Mm. Former Arsenal no reject huyu um. ndo anashikia huko hivyo. Mm. But unaona kwa hizi timu zote nne zenye ziko nusu finali mm. unajua Inter ndo inacheza game tofauti. Hizi zingine zinajaribu atigonga gonga ta ta ta ta. But Inter Inda, Ay, inda wanakaa na kalamu na karatasi wanacalculate <laughs> tukinyang'anya hii mpira tunaenda yeah. aje kufunga hivyo yeah. mm. Badali, na. Uli, uli gundua nini? Inter wako na mm -hmm. ile wepesi ya kutoa mpira hii wing kupeleka i wing, unakuta Barella anapiga shuti kutoka huku unadhani haka anapura bol, wing ingine huko hivyo mtu anapanda, jamaa natuliza akituliza, Martinez unaona tu <laughs> <laughs> Yeah. Bwa kapiga Bayern ilikuwa home so, yipa yipa yipa yipa yipa. Ya, ya, nini wameenda tu tu mm. But sikazi walikuwa walimalizia huko Allianz Arena Champions League, by the way mm. E, hongera kwa kwa kama sasa, hiyo wenyeji kwa uwanja wao wakachukua But mm -hmm. Ni vizuri. So kwa hizi timu nne unasema interna, outie, Inter ndio inacheza style tofauti. Mm. -hmm. E, umchezo wao ni tofauti. Mm. -hmm. Au wengine wanafanana. Mm, -hmm. Wengine wanafanana kabisa. Wanataka wagonga gonga nini nini. Ah. -ah. Eh, na so umeona ah. Like nilikuwa nasikiza jana wadadisi wengine wanasema mm. -hmm. Eh, Arsenal na PSG. Mm. -hmm. PSG inakwanga more direct. Mm. -hmm. Eh, kwa opponent yani like wakichukua mpira Okay. wanataka wakuwe direct like mwangaza wanasonga na wanakupusha mm, katikati ili wakugonge. Sasa mm. Sasa hasa hata kama iko na defense mzuri mm. but PSG pia ina ma strike out wa pesi ni wa ni wa pesi sana mm. but mbaya wa wa kweli like na hiyo form unakuta mm. una mtu kama Bakola anaweza mm. anaanza shine game uh -huh. shine sasa mm -hmm. Iko bahati mbaya na shine hiyo game itasumbua sana. Eh, inakuwa vigumu sana. Mm. -hmm. Sasa inkesa like wakifika final the finalist wa kweni Inter versus Arsenal. Mm. -hmm. Sio, ni Arsenal ikipenya tena. Na mara nyingi mimi ukiniuliza mm -hmm. naona naona Inter final. Eh, yeah. Inter yeah. Inter versus Barcelona, naona Inter ikifika yeah. final. Mm. -hmm. Alafu Arsenal PSG hiyo mm. ndo bado naiangalia yes. Sijaamua vizuri kwa sababu yasumbua mm. Ukiangalia yes, yeah, sisi mbili yes, yeah. mm. nataka kulini kwa PSG lakini <laughs> ukiangalia tena Premier League sasa so itakuwa mm. imekaa haina mtu mm. eh, so like, yes, uh, big six tutaongelea yeah. yeah. mm. e, <laughs> <laughs> nini, eh, but hiyo mimi nasema tu kikubwa, eh, hiyo sio biashara yangu mimi sifa hizo teams sasa sisi tunangojea tu matokeo na tunaona ni atafika mm -hmm. final na abebe kikombe lakini, like, sasa final ni afu liki ama ulikuwa na maoni gani? Unaona kunaweza kuwa aje? Vile mimi naona in final ni Inter versus Arsenal uh -huh. na atabeba atakuwa Inter mhm mm je mm -hmm. experience ama yeah Inter imefika final experience na ileta Man City wakati unajua walilia sana mhm hiyo machozi ilirudi ndani alafu tena washaiba hiki kitu na this time hiyo machozi itatoka nje